Uongozi wa Yanga unafikiria kumfuta kazi Romain Folz, ambapo imeelezwa baada ya viongozi wa klabu ya Yanga kutoridhishwa na uwezo wa timu yao ilivyocheza mechi dhidi ya Mbeya, mechi dhidi ya Mbeya City basi tunaambiwa Romain Folz, uongozi wa Yanga umefikiria namna gani ambavyo unaweza kumfuta kazi eh, kocha huyo ambapo ilikuwa ni kipimo chake cha, cha mwisho kama ambavyo nilipoti ambavyo ilipotiwa awali kibarua cha ndani ya Yanga ni kigumu zaidi ambapo inasemekana alipewa mechi e, takribani tatu ambazo kama asingeonyesha makeke yake basi, kuna uwezekano wa kufutwa kazi, huku wengi akiwa wanaonyesha kutokufurahishwa na kocha huyo ambaye amefika hata mwezi hajaomaliza toka alivyojiunga na klabu ya Yanga. Lakini naeleza kwamba baada ya mashabiki kuwa wakiimba kwamba hawamtaki aondoke kocha huyo, basi uongozi umeweza kuwafikiria, na hivyo wanafikiria namna gani wanaweza kumfuta kocha huyo kazi ili kaweze kutafuta changamoto nyingine, na wao waweze kupata kocha mwingine anaweza kuwa ni mbadala wa kocha huyo ambaye kwa sasa anainoa klabu hiyo ya Yanga huku kieleza kwamba wao Yanga wanafikiria kumchukua aliyekuwa kocha wa Asex Mimosa Julian Chevalier, ambaye yeye wameweka kama ni pendekezo la kwanza ambalo anaweza kuwa mbadala wa huyu kocha, kwa kuwa mezani wana majina mengi ambayo wana makocha wanahitaji kukinoa kikosi hicho. Lakini cha ajabu ni kwamba majina hayo yote mengi, basi wao wamemchagua huyo kocha wa Asex Mimosa ambaye ana uwezo ana uwezo wa kuinoa klabu hiyo na kufika pale ambapo inatakiwa kufika. Hivi ndivyo ambavyo klabu ya Yanga inafikiria namna gani kuweza kumfukuza, kutokana na kutoridhika na kiwango ambacho anakionyesha kocha huyo, ambapo wengi wamedai kwamba kiwango anachokionyesha huyu kocha hakilingani, ila anabebwa tu na hawa wachezaji ambao ni wazuri zaidi eh, wakiwa uwanjani na uwezo mmoja mmoja wa mchezaji ndio unaombeba huyu kocha. Ila kiuhalisia yeye, mifumo yake wachezaji haiendani nayo, na wala hajaonyesha mfumo wote ule ambao anaenda sawa.